Kwa majina naitwa Abdulkarim Yesau, meneja wa Kyerwa Huduma kituo cha afya. Napenda kuwakaribisha kwenye kituo chetu kinachotoa huduma zifuatazo. Huduma tunazozitoa ni kuwahudumia wagonjwa wa nje, wagonjwa wanaokuja kutibisha na kuondoka. Tunayo huduma ya duka la dawa, tunauza dawa tunayo huduma ya RCH mama na mtoto. Tunayo huduma ya kinywa na meno, tunatoa ushauri wa kinywa, lakini pia tunangoa meno. Tuna huduma ya upasuaji mkubwa na mdogo tuna huduma ya ultrasound kwa maana ya kompyuta lakini pia tunayo huduma ya x-ray kwa maana ya mionzi. Pia katika kituo chetu tunahudumia wagonjwa wa kulazwa, tunazo wodi mbalimbali mbali ambazo zitatusaidia katika kuhudumia wagonjwa wetu: wodi za wazazi, wodi za watoto, wodi za wanaume lakini pia wodi za wanawake. Katika kituo chetu tuna huduma ya mama wajawazito kwa ajili ya kujifungulia, tunao wataalamu wazuri waliobobea katika mambo hayo. pia tuna huduma yetu ya ambulance, tunawasafisha wagonjwa wa dharura, tuna wagonjwa wa rufaa ndani na nje ya wilaya yetu na mkoa kwa ujumla. Lakini mbali na hayo, tunayo huduma ya kuwatunza wenzetu ambao wanakuwa wametutangulia kwa mapenzi ya Mungu, kwa maana ya mochwali. Kyerwa huduma kituo cha afya. Tuna huduma ya vipimo maabara, tunafanya vipimo mbalimbali mbali, kama full blood picture, chemistry, vipimo vingi vinafanyika pale kwenye kituo chetu. Kituo chetu cha afya kinazo huduma nzuri, lakini pia tunavyo vifaa vya kisasa zaidi ambavyo vinatusaidia ku kuchanganua na kutambua eh, ma, a, aina mbalimbali za matatizo ya, ya wateja wetu, shida za wagonjwa wetu, lakini pia kutatua ma, magonjwa yanayosibu wateja wetu. Pia kituo chetu kina sehemu nzuri za kupumzikia kwa ajili ya wateja wetu. Wodi zetu ni za kisasa, ni self container, kwa maana ya bafu mimi nipende kuwakaribisha katika ki, kituo chetu. Karibuni sana karibuni sana katika kituo chetu kipya cha Kyerwa Huduma Health Center, iko katika mji huu wa Nkwenda. Karibuni sana, hapa ndio kwetu. Tumeanza huduma tangu hivi karibuni tu, tuna siku chache tangu tuanze huduma. Naitwa Jonesta Anatoli Kiza. Kwa kweli nilikuwa mgonjwa wa kama mwezi mzima, kaonelea nije kituo cha kwenda kwa mganga Ekibati nipate huduma. Nawaomba na, na wagonjwa wengine kwanza wajisikie huru kuja kutibisha hapa, kuna huduma nzuri. Tangu nifika hapa sijaona changamoto yoyote. Odini ambapo nipo mbafu, ipo maji ya kuoga, unaoga unafua Kiujumla kuna changamoto yoyote.